Maelfu ya wanafunzi katika kaunti nne za magharibi na Nyanza watanufaika na maji safi na salama ya matumizi shuleni. Hii ni kufuatia mchango mkubwa wa matangi ya maji kutoka kampuni ya Shabiki.com. Mpango huo umewezesha shule 18 za msingi na sekondari katika kaunti za Kakamega, Bungoma, Siaya na Busia kupokea matangi ya lita elfu kumi ya maji kila moja, hatua inayolenga kuboresha uhifadhi wa maji safi mirindimo ya kina mama hawa kutoka Matungu, kaunti ya Kakamega. Ilikaribisha shabiki.com na jamii na mchango wa matangi 18 kwa shule mbalimbali eneo hili. Wanafunzi wataweza kupata maji safi kwa wakati ambao unafaa. Tutaongeza zile vituo zile taps za kuchota maji zitakuwa nyingi. Simama, simama. Hafla hii ya kufana iliyofanyika katika shule ya St Morris Mwira iliongozwa na Dr Jane Makau, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya kamari nchini BCLB, mshauri wa rais wa masuala ya wanawake Bi Harriet Chigai na mkurugenzi wa shabiki.com Freda Fune, wakisisitiza umuhimu wa kuweka mazingira sanifu shuleni kwa manufaa ya wanafunzi ambao ndio viongozi wa kesho.

Oh! Uwepo wa Shabiki.com uliteka maeneo mengi eneo la Magharibi huku mcheshi Inspekta Mwala akitangamana na wakazi kila shabiki ilipotua. Kufikia sasa shule zaidi ya hamsini katika ukanda wa bonde la Ufa Magharibi na Nyanza zimenufaika tangu uzinduzi wa shughuli hii mwezi Januari mwaka huu, huku zoezi hili likipanua mbawa zake kufikia kaunti zote za Kenya. Palipo na nia, bila shaka hapa kosi njia. Na hatua ya shabiki.com kushuka mashinani katika mchakato wa kuhifadhi maji ni njia moja ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasalia darasani. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Matungu, Kakamega.